Namba yeah, hii imechomwa yeah, namba yeah, hii imechomwa na Toyo hiyo yeah, hapo yeah. Na ile pale inapokea moto ST hii yeah. Hapo sasa hapa ni kwa Abduli Arusha kwenye yeah. hoteli yake Arusha hii ni safari moja kuma